Maombi mazito na mfungo vyaitishwa kote nchini Tanzania kufuatia ya endeleyayo ikiwemo kutoweka kwa Humphrey Pole Pole. Asante na ni kushukuru sana wewe ambaye tayari umekwisha subscribe, wewe ambaye bado, tafadhali ni kusi usubscribe sasa, ili uwe mmoja wa familia wetu wa Mseto Media na uone fikiwa na taarifa zetu moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako, bonyeza maneno subscribe. kisha alama ya kengele itakayokuja. Maombi na mfungo vimeitishwa nchini Tanzania kwa waumini wote wa dhehebu la Kikristo. Maombi na mfungo huo umedaiwa kuanzishwa kufuatia anayoendelea nchini ikiwemo kutekwa na kutojulikana alipo balozi mstaafu wa Cuba Humphrey pole polepole aliyedaiwa kutekwa usiku wa kuamkia Oktoba sita kwenye nyumba aliyokuwa anaishi kule Ununio jijini Dar es Salaam. Hayo yametangazwa na skofu wa makanisa ya ABC Global Diksoni Kabigumila, ambaye yeye anadai imembidi kutoka nje ya nchi kwa lengo la kulinda maisha yake, baada ya kupata taarifa kuwa anatafutwa kutokana na yeye ndiye mtu wa kwanza kuposti mitandaoni ile video ya Kapteni Tesha akizungumza mazito kuhusu taifa, na ndiyo baadaye watu wengi wakaikopi kwake na kuiposti kwenye mitandao mingine. Tukiendelea kwenye suala la mfungo na maombi ni kwamba Pastor Dickson Kabigumila ambaye ni askofu wa makanisa hayo ya ABC Global, kupitia Instagramu yake alianza kwa kuposti picha ya Polepole na kisha kuandika ninanukuu, nukuu: Polepole pole ni mbegu ya kuvuka kwa Tanzania kwenda mbingu zinapotaka iwe. Wakimuua wamekwisha jumla, hatutafika siku ya Oktoba 29, ambayo wananchi wanataka waandamane. Moto utawaka kila kona ya nchi na nguko la waovu litatokea haraka kuliko walivyodhani. Ushauri wa bure kwa wapumbavu waliomteka Polepole, mtoeni kabla ya hii wiki kuisha. Njia hapo, hamtaweza kuimili hasira na mkono mzito wa hukumu ya Mungu utakaowaangukia. Mimi ni nabii wa Mungu, sisemi neno likadondoka chini. Kubwa zaidi, Tanzania mpya imesha kuja. <coughs> Hayo aliandika askofu Kabegumila, kisha baadaye akaposti picha akiwa kama anasali na kuandika tena taarifa kwa umma: kwa neema ya Mungu, nimevuka salama na kuingia nchi jirani kwa ajili ya kuwa salama na kuliombea taifa letu wakati huu mchache uliobaki wa Tanzania mpya ya haki, amani na usawa kuwa dhahiri Mungu hata kawia kulivusha taifa letu. Nikiwa huku huku, nchi ya ugenini, nitaendelea kuombea taifa hili nilipendalo kuliko neno kupenda lenyewe, na ninajua hakika muda si mrefu nitarudi kuifurahia Tanzania mpya, na si mbali, si mbali, si mbali. Methali 14:34 haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya wote. Muhimu sana kwa wachungaji wote na washirika wa ABC Global kote Tanzania na matawi yetu ya nje ya nchi, kuanzia tarehe 7 mwezi wa 10 2025 hadi Jumapili tarehe 26 mwezi wa 10 2025, mkusanyike kuombea haki na mkono wa hukumu ya Mungu juu ya walitisao taifa letu, na kila mmoja afunge walau masaa kumi na mbili kutwa kwa siku zote hizo ishirini na moja Anayeweza kufunga masaa ishirini na nne siku tatu kavu, halafu unafungua na kuendelea. Wote tufanye hivyo, na tutauona uokovu wa Mungu wetu kwenye taifa letu. Bishop Diksoni Cornel Kabigumila. Nakoma kunukuu hayo. Aliandika askofu Kabigumila akiwataka wafuasi wake wa kanisa lote la ABC Globo nchini kufunga kwa maombi eh, na kufanya sala kwa ajili ya hayo. Kwenye posti hiyo ya askofu Kabugimila wa Tanzania, wengi hasa wanaaminika ni waumini wake walikomenti, wengine wakisema nguvu ya Mungu inakwenda kuonekana, wengine wakisema tunakwenda kumwona Mungu wengine wakiandika polepole anakwenda rejeshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Wengine wakisema wacha kanisa lionyeshe nguvu kwenye taifa, na komenti nyingine nyingi za dizaini hiyo, wakimaanisha kwamba wanakwenda kufanya maombi na mfungo huo kwa ajili ya hayo ambayo askofu wao ameyatangaza. Je, niambie wewe mtazamaji wangu, je, una lipi la kusema? Maombi hayo yanaweza kwenda kumtoa polepole huko alipohifadhiwa ama kufichwa, ama mwombeao anaweza akawenda kuwa msaada? Jua haya yanayoendelea, niache comment hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni Mseto Media, kisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili tunapoweka taarifa zetu zikujie moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako.